African First Investors Network Afinet kwa kushirikiana na Mtajirishaji Media wanakuletea mkutano wa wachimbaji wa madini Geita utakaofanyika Ushirombo tarehe 7 mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano katika ukumbi wa CCM. Ewe mchimbaji, usipange kukosa. Naitwa Lusajo Mwejande, ni meneja wa tawi la CRDB Bank wilayani Bukombe. Tuko hapa katika kuhudumia wateja wote wa wilaya hii, lakini pia kama benki tunalo jukumu la kuhudumia wachimbaji wadogo wadogo na wakubwa waliopo katika wilaya hii. Kama tunavyojua, wilaya hii ya Bukombe ina mgodi uliofunguliwa hivi karibuni unaitwa Kansel, lakini sisi kama CRDB au kama taasisi ya kifedha tunajua tuna umuhimu pia wa kukutana na wachimbaji wadogo wadogo kwa ajili ya kuwapa elimu na huduma zozote au services zinazo zinazopatikana katika taasisi yetu. Na kesho tutakuwa na mkutano kwa ajili ya wachimbaji ambao umeandaliwa na Afnet, um, ambao utafanyika kesho kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sisi kama CRDB tutakuwepo katika kusaidiana na kushirikishana na kupeana elimu zaidi ya kifedha na wachimbaji. Karibuni sana.